Huwezi kuwa unalialia kila siku Rebeka, wakati unao watu wa kukusaidia. Wewe mzuri sana bro. Umeanza kupona. Ah, sitaki. Samson, hakiaribiki kitu, kukusaidiamzaumeanza Thamani ya mapenzi ni kwa yule tu anaipendwa Ndugu yangu, tumetoka uko tuje tu have fun hapa pamoja lakini wewe uko tu Mungu wako sio Mungu gani wewe sasa? hata saa tatu bado ndio kachelewa nini? Yo, mpaka ivuke saa tatu ndio mtu anachelewa nyumbani kwao. nafunishana na kwa sababu tabia za kitumbua huyu ndani ya nyumba hii mistaki na spendi kabisa kuishi na watu wajinga wajinga huko Onsma mambo gani sasa hiyo. Em, niache basi nipumzike. kwa nini kwa hivyo? Ah. Sijalala naye, nimelala na mgonjwa, nimelala na mgonjwa. Em, mnisikilize basi, kata simu, niache basi nilale, kata simu.

Lazima simu lazima simu lazima simu ya generali huu, nimelala na mgonjwa. Najua nakupenda pia. I love you, okay. Mwah.

Alafu mbona sikia kama unaongea na simu? Simu mimi nilikuwa naongea na Deo. Alafu yani sina usingizi kabisa yani. Vipi? Mbona basi, basi mimi tusonge kidogo sebuleni tusende chumbani kwako. Chumbani

pafungua Sakina, una udugu gani mpaka ushinda? Mimi nataka nini? Fungua bwana, minaolegeleni sisaa tu. Sakina, unapiga teke, fukula hela ujiwe, mimi nitakupa bata zote unazozitaka, mtoto, fungua kwa tarifa yako stoki, labda uende chooni, mimi nikuwa hapa.

Longelana tu bwana Deo, lala bwana Deo, dawa zako hizo zina nguvu kweli. usikuma

Asante. Shikamoo. Marhaba. Namuulizia Doris. Namuulizia Doris? Eh ya. Wewe ni nani? Ni rafiki tu wa kawaida wa Doris. Afu alikuwa na mzigo wake. Mzigo wa Doris mama, Hita ndani no, ukimfikishia <laughs> tu alafu utamuomba dakika moja tu niongee naye, tafadhali. Asante sana. Wewe. Hivi we binti ni tabia gani ya kuingia ndani kwa watu bila hata kupiga hodi? Haya, ah, nikusaidia nini? Na kuuliza nikusaidie nini? Nimekuja kuongea na Linda, Linda wa nini? Wewe Lulu, siku zote simesha kuambia tabia zako sizipendi na sitaki uwe karibu na mjukuu wangu, kwa nini unisikii? Hi. Linda hayuko. Ondoka. Bora, maana alikuwa anakaribia kukuvunjia heshima ya mtu mzima. Mbona umesimama? <laughs>

Naona <laughs> una upo unasoma kitabu kio. mm -hmm. <sighs> Bana, uh, okay. Understand. Kuna lingine? Nope. Naomba uwendekazuka engie Sasa ndo nini? nimefanya nini? kwa nini mama? Nakuuliza ndo nini? Dolisi, unafukia mzozo namna ile kweli? Maneno gani yale ulikuwa unamwambia pale huko? Unaongea tu bila kufikiria. Mbona sijamjibu kibaya chochote jamjibu kibaya, wakati ulikuwa unamfokea hapo, mbaba wa watu, sio vizuri. Mpigie simu, mwombe msamaha. Nimpigie tena? Hey. Mpigie, mwombe msamaha. So maneno ya kumwambia mpigie. Sasa hivi. Simu iko ndani sana, ntampigaje? nkachukua Aknan, umechangamka kweli kweli. Ipo tu safi, naona una ugeni <casual iki> <-ação> sasa hivi <laughs> una jiachia tu una tawala tu, mbona kama zauingilia mambo yasilinda ni mwanamke mrembo sana, na mbali ya urembo ni mwanamke ambaye ana kila kitu pamoja na mali zote na vitu vyote ambavyo anavyo, lakini bado anakupatia heshima yake, anakupenda sana. Sasa kama uko hapa kwa ajili ya kumvunja heshima na kama uko hapa kwa ajili ya kumchezea please, kaa mbali na Linda. No, narudia tena, kama uko hapa kwa ajili ya kumchezea Linda, kaa mbali na Linda. Naomba tu unisamehe kwa kilichotokea. Mm, yaani leo sio sawa kabisa. Asante kwa zawadi. Karen, uko wapi? Basi nakuja, eh, nakuja sasa hivi, naenda kujiandaa. Unajua Lulu, mm -hmm. Kwanza ni mwanamume ambaye miaka yote nilikuwa na utakuja kuishi naye, wacha yaani, <laughs> anielewa <na> <laughs> alafu nampenda. uh -huh. <laughs> Ah, sasa mna mpango gani? hmm. ana vitu vinaenda kwa mipango shoga. <laughs> oh. Unajua Lulu ni gumu sana mwanamke kwanza kumwambia mwanaume sijui nioe, mm -hmm. au sijui tuishi wote mm -hmm. mm -hmm. <laughs> a, mwenyewe kwanza ataniangalia mara mbili mbili, anajiuliza huyu dada vipi, kweli anasemaje? <laughs> <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> Sikiliza, niambie rafiki yangu, kuna nini kwani, yaani haongelei kabisa kuhusu swala la kuja kuishi wote ah hivyo yani, hata kwenye mazungumzo yetu, au sijui tukianza kuongelea kuhusu maisha ya baadaye, haongelei kabisa ndoa wala swala la kuja kuishi wote. Yani nafikiri hata kuacha kuwa tu haya mahusiano yenyewe, ili nisija nikaumia zaidi. Uko mbele, alikwambia mimi namchezea Linda? Simpendi? ni nani? hakuna mtu aliyekwambia

nitakuwa kwa mikono yangu mwenyewe. Naomba ufuate kilichokuleta, utibiwe, utoke, usiingilie mambo yasiyo kuhusu nono, niache. No, no. mm -hmm. nikwambie. usiingilie mambo yasiyo kuhusu No. <laughs> ujui kwa jinsi gani nampenda Linda me niko kwenye mara nyingine tofauti, ni mara ya mwisho. Unajua siku ile ya party ambayo alikuwa amejiandaa kwa ajili ya kuvalisha pete. Niambie chochote. Anajikusani ili aweza kufanya pati nyingine tena, oh. Nimuulize, nimuulize kama anataka kufanya pati yake <coughs> yani si, tena alafu nimgaramie, yani Linda na mambo ya kitoto zile, na si mimi nakuibia siri. Unamuulizaje tena? Hii ni siri, nimefanya tu kukuibia mpenzi <coughs> <Yani>. wangu <coughs> <coughs>